Afande waziri mkuu, naomba nichukue fursa hii kukushukuru sana. Wakati fedha hizi zimetengwa, wananchi, naomba mwelewe zilikuwa kwa ajili ya kujenga kituo kile peke yake, lakini afande waziri mkuu, tunakushukuru. Wakati ukiwa mbunge, ukatuita sisi, tulikupa taarifa kwamba, mheshimiwa mbunge, tumepata fedha kwa ajili ya kujenga kituo, ukasema subirini, nitawapa maelekezo. Baada ya siku chache, mheshimiwa waziri mkuu akatuelekeza kwamba kwa kuwa tunajenga kituo hiki kwa force account, mkandarasi ni wa nyumbani, maji ya kwetu, mchanga wa kwetu, hebu tujibane fedha hizi hizi zijenge na nyumba mbili za askari kwa ajili ya kukaa hapa kituoni. Kwa hiyo mradi huu ni wa mfano nchi hii, na kweli mkandarasi wetu wa kwanza alianza, lakini akaishia njiani. Na ni maelekezo ya mheshimiwa waziri mkuu kwamba huyo atatuangusha, tukampata mkandarasi wa pili bwana Maurus ambaye alimalizia kituo na hizi nyumba mbili. Tulipungukiwa shilingi milioni 30 tu ambazo tunamshukuru afande IGP Kamilu Siwambura, naye alizituma haraka na zimemaliza mradi. Ni kweli tuletea milioni 164 kwa ajili ya kujenga nyumba moja tu ile pale ya ukubwa huo huo lakini sisi tuna uzoefu wa kujenga madarasa, vituo vya afya, tukasema tukitumia mafundo ya nyumbani hizi fedha zitajenga zaidi. Tukakubaliana na mkuu wa jeshi la polisi mkoa na wa wilaya, tukasimamia ujenzi wa jengo la ofisi pamoja na nyumba hizi mbili za makazi, tulipongukiwa milioni thelathini. Ilipokuja mwezi mmoja uliopita, tulizungumza na IGP akatuongezea milioni 30 siku hiyo hiyo, na ndio zinafanya milioni 194 na hatimaye kukamilisha nyumba hizi mbili. Mimi nataka niwaambie wanaruangwa, hakuna ambacho sisi hatukiwezi. Mkandarasi wa kwanza aliyekuja kujenga hapa ilikuwa ni mkandarasi Tanzania alipotubabaisha, tukamwondoa, tukamchukua mwana Rwangwa, Bwana Maurus ndiye aliyefanya kazi kubwa kufikia hatua hii. Tumpigie makofi sana. Nataka <klos> nimwambie Bwana Maurus alichofanya hapa ame ameweka wazi utaalamu wake, na hivyo tuna uhakika sasa almashauri mtapokuwa na kazi Hamna sababu ya kutafuta mafundi kutoka mbali, mafundi wako hapa hapa hapahapa, na nama amefungua milango, basi taasisi zote zetu zilizoko ndani ya wilaya Ruangwa, basi fursa ziende kwa vijana ambao wamejitoa, wana utaalamu, wanaweza kusimamia kazi zao. Nimekagua kituo, kimekamilishwa vizuri. Nimeona nyumba hii pamoja na ile ingawa sikufika pale, lakini zote za aina moja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 sifuri saba moja tano mbili sita saba nne sita moja au Instagram tunatumia mashuka safi Tanzania.